Mtazamaji wa Ufunuo TV, mimi ni Kelvin Nyerobi, acha leo ni kukaribishe katika kipindi chetu hiki kipya kabisa, na hapa tutakuwa tunagusia baadhi ya vitu ama baadhi ya mambo ambayo yamefanyika madhabahuni kutoka kwa Lekosayad, moto mkali hapa. Namzungumzia askofu mkuu wa makanisa haya ya Ufunuo Tanzania Dr. Po Bendera na tukianza hasa kuangazia uh, siku ya Jumapili na ibada ambayo ilifanyika siku ya Jumapili, kuna vitu vikubwa sana ambavyo baba uh, askofu Po Bendera aliweza kuvizungumza, na hasa tukizungumzia ibada inayohusiana na uh, jiwe na alimaanisha ya kwamba hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe. Maana yake, uh, mawe yote ambayo unakuta yapo kwenye maisha yako yako tayari kabisa kubomoshwa na kuondoshwa ili tu uweze kuwa huru kwenye maisha yako. Sasa kulikuwa na tukio moja kubwa sana ambalo baba Askofu Dr Paul Bendera alilifanya na hii ikiwa ni ishara ya kuondoa mawe yote ambayo yametumika kuwa vizingiti kwenye maisha yako wewe, mimi, pamoja na mwingine yeyote. Na hapa, hebu tujaribu kuangalia hiki ambacho alikuwa akikizungumza, na baada ya hapo kuna tukio moja kubwa sana alilifanya la kuvunja jiwe na akazungumzia namna na thamani na mamlaka yaliyokuwepo kwenye tukio lile la kuvunja hilo jiwe, na hili lilifanyika madhabahuni kabisa. Hebu tumsikilize, lakini pili tuangalie kile ambacho amekifanya pale madhabahuni. Na, nawaeleza. Nawaeleza. Watu wote mliofika leo hapa utaondoka na kitu kizito kitakachokukutanisha na vitu vikubwa, na mtu yeyote asikutese kuanzia leo, kwa sababu nyumbani kwako nakwenda kuweka kitu kizito, na hicho kitu kizito kitampiga adui yako kwa jina la Yesu. Mimi naweza nikamrushia mtu kitu kizito mpaka akachanganyikiwa. Unashangaa mtu natembea na kitu kizito mgongoni, kichwani, kama nanundu, anajaribu anakitembea, anasema baba nasikia kichwa kaa kizito. Umetwishwa. Na mimi adui yako leo nataka nimtupie kitu kizito. Watu wote mliofika hapa kwa ajili ya kwenda kugombea nafasi yoyote unayotaka kwenye jimbo lako, nakwenda kurusha kitu kizito, kitu kizito ofisini kwako, narusha kitu kizito. Mwaka huu njia inakwenda kuwa nyeupe. Nirushe kitu kizito, anisirushe yani. Ofisini kwako, mtu akiingia anakutana na kitu nini kizito? Kimetanda kwenye biashara yako kitu nini? Kwenye ndoa yako kitu nini kwa watoto wako unawavika kitu nini? Yaani akikaa darasani, akimsikiliza mwalimu ameshajua na majibu tayari. Akiomba nafasi ya kazi anachaguliwa, anafaulu ile interview, unafaulu kama wale waliopewa nini majibu. Pokea hicho kitu kizito katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Mwaka huu watu wote waliokuwa wameweka jiwe juu ya maisha yako usifanikiwe ninalivunja kwa nyundo ya chuma katika jina la Yesu aliye hai. Na hii baada ya kuvunja jiwe, jiwe si kama lipo lipo, niletee nivunje hapa, nivunje jiwe nisivunje. Unajua kuna watu mnafanya kazi mnakutana na ugumu mpaka ninyi wenyewe mnafikia mahali mnachoka sasa nikivunja leo jiwe hapa, sawa, utaona kama kutakuwa na mtu ataweka ugumu ndani ya maisha yako, yaani ugumu wowote. Alafu nione nione, mwaka huu nione, mwezi huu nione, mwezi ujao nione, mtu atakayejipanga mbele ya uso wako kupambana na wewe, nione atakayepigana na wewe, nione mtu atakayecheza na maisha yako nione kile unachotafuta ofisini kwako nione atakaye kizuia piga kelele sema usifanye mchezo na kwenye kongamano la tebethi nitavunja jiwe kubwa kuliko hili hili limeshavunjwa sio hili limeshavunjwa si ndiyo Mtu yeyote mwanasiasa yeyote ambaye yuko hapa, hili jiwe nimelivunja. Unatembea unapita tu, nimevunja jiwe. Unajua Baba nilikuwa na, na sali mpaka ilifikia hatua nataka kukata tamaa kuomba Mungu kwa uh hiyo -huh. Yani Baba basi tu kaambia, pole pole mtoto wangu Baba nimeshaomba mno kuhusu hili. Baba, nimefanya biashara inakufa. mm. <clears throat> Nikuulize swali, nikwambie kitu. Kuna mambo unaweza kuyafanya wewe yakapata breakthrough. Lakini kuna mambo wewe huwezi. Inahitajika mimi nifanye. Kwa nini? Yesu alikuwa mwana wa Mungu na ni mwana wa Mungu mpaka leo, lakini hakujitoa kaburini malaika yalilazimika, malaika akalifungua akalibiringisha nini jiwe, jee, likaondoka. Angeweza kutoka na lile jiwe, lakini kanuni ya kiroho hairuhusu kwamba ujifanyie wewe. Ndio maana alitumwa, hakujituma. Ndio maana alizaliwa, hakujizaa. that is a principle. Mahali Lazaro, Lazaro alipokuwa amekufa, alikuwa rafiki sana, was very close. Lazaro na Yesu walikuwa marafiki lakini Lazaro hakujitoa kaburini na Yesu hakufanya, Yesu hakuondoa lile jiwe. Aliwaambia wanafunzi wake hivi, ondoweni. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ondoweni nini jiwe juu yake. Alisema ile kauli, alisema miaka iliyopita hadi leo, ile kauli alisema miaka iliyopita, liondoweni jiwe, liondoweni jiwe. Leo nimeliondoa mimi jiwe. Amen. Kuna mambo huwezi kujifanyia, lazaro angeweza kujifanyia. Mwili ulikufa, lakini roho, hiyo roho ya lazaro ilikuwa ina hengi. Ndio maana yesu alimwambia baada ya wanafunzi tu kuondoa jiwe, yesu akafika akasema, Lazaro njoo huku nje, akainuka akatoka. Lakini yesu hakuenda kungang'ana kutoa jiwe, aliwaambia wanafunzi wake ondoa kuna mambo we huwezi kung'ang'ana kuyafanya. Watu wasikudanganye, sijui tufungeni na kuomba ili tumtafute Bwana, twende tukashinde kule. Kuna mambo utafunga hayawezi. Kuna mtu amekabidhiwa ofisi hiyo, yeye akifunga na ukafunga pamoja naye akisimama kutamka, unashangaa mteremko unatokea, mambo yanakuwa sawa <coughs> unataka kiwanja, huwezi kujipa kiwanja Unahitaji uwanja uwezi kujipa nini uwanja, lazima umwone bwana ardhi. Yaani, kuna mambo unataka kumuona mtu. Ni kweli wewe ni mzawa, una haki ya kumiliki ardhi, nenda kachukue basi. Ni kweli wewe ni mzawa, umezaliwa ni mzawa katika nchi yetu, sisi sote ni wazawa. Chukua nenda sehemu yote ambapo hakuna, hakuna nyumba, fika pima, weka mabikoni yako. Kuna mtu amepewa hiyo mamlaka ya kukupatia kiwanja na kukwambia kiwanja chako kiko sehemu fulani, lazima umwone huyu we. Wewe una fedha au una mamlaka yote, lazima umwone, si ndio? Ukitaka kuwekeza kwenye wilaya, unahitaji kumwona mkuu wa wilaya. Unapotaka kuwekeza eh, mradi mkubwa kwenye mkoa, unahitaji kumwona mkuu wa mkoa. Unapotaka kuwekeza mradi mkubwa katika nchi, unataka kumwona rais akupe hiyo mamlaka, huwezi kuwekeza tu mabilioni matrilioni ya dola. Yani unataka kuwekeza katika nchi hii matrilioni ya dola katika nchi hii, unataka kuweka miradi ya kwako katika nchi hii, yani hii Kimara yote hii <coughs> unataka kujenga majumba ya kisasa kukua, kukua, kukua, kukua, kukua, kukua, kutengeneza ramani, unanunua wote hawa, alafu naweza kuchonga barabara na kuweza kupanga namna kama alivyokuwa anataka kufanya Kigamboni, si kuongea na, na mtendaji wa kata na unataka kutengeneza kimara yote, alafu msainiani na katibu tarafa, unataka kuchukua kimara yote uifanye kama Ulaya, unahitaji kumwona mkuu wa nchi akupe hayo mandate uwekeze uchumi wa matrilioni lakini, unatafuta chumba na sebure, unahitaji tu kumwona mjumbe mzee. Nimekuja kujitambulisha, niko kwenye mtaa wako bwana. Oh, sawa, jina nani? Fulani. Tunakuweka kwenye daftari la mtaa. Wewe jina lako linasomeka kwenye nini? Kwenye daftari la mtaa. Halafu mtaa unaripoti kwa mwenyekiti, anasiana ndugu

Mtazamaji wa Ufunuo, bila shaka umeona ama umesikia kile ambacho askofu mkuu wa makanisa haya ya Ufunuo, Dr. Paul Bendera akizungumza, hasa kuhusiana na tafsiri halisi ya jiwe, na kama ambavyo umemsikia hapo, amezungumza kwamba ibada hii inayohusika na hili jiwe itakwenda uh, itakuanzia sasa hivi hadi kufikia ule wakati wa tukio kabisa kubwa la Tebeth ambalo litafanyika mwezi wa saba tarehe thelathini uh, mpaka tarehe tatu ya mwezi wa nane uh, mwaka huu, mwaka elfu mbili na ishirini na tano Sasa baada ya kuwa tumesikia kile alichokieleza, hebu tuangalie sasa namna tukio husika lilivyokuwa linafanyika pale madhabahuni na kwa imani na kwa nguvu kubwa kwa kushika nyundo ambayo baba alikuwa ameikamata kwa ajili ya kupasua lile jiwe, ikiwa ni ishara ya kumwondoa na kupasua adui anayezingira maisha yako na ukiona limevunjika tu, tumemaliza shughuli na lisipovunjika hatumalizi ibada. <laughs> Yani watu sameheane. Kuna watu wananitesa moyoni, mtoto anampenda Mungu lakini mimba azishiki, mtu umesoma, kazini kwako kunatokea vivi, vivi uzibe uzibe, unaona kabisa kuna watu wanakufanyia figisu. Nilivyopasua huo mwamba, wajue ugumu wote wa maisha nimeupasua. Sijasikia ameni ya kilo Roho Mtakatifu yuko karibu, Roho Mtakatifu yuko karibu. Lazima ujue majila hii, ni wiki ya siku ya Pentekoste. Haleluya, haleluya, haleluya! Wanangu mkafanikiwe, nendeni mkapate wepesi wa maisha, nendeni mkapate kibali katika kazi zenu, nendeni mkapate ujauzito kwenye ndoa zenu, nendeni mkapate nafasi ya kile mnachokihitaji. Yesu anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hakuna mtu awezaye kumwomba baba, baba mkate, halafu baba huyo akampa mtoto wake nyoka. Yaani nyoka maana yake upewe ahadi za uongo uongo. Hii ni wiki ya majibu ya kila mmoja anayenisikilizwa limia pova sabira

vikatembea juu ya maisha yako, usao wako, ambao shetani alikuwa ameuandaa kuuvua nguo utembea uchiuchi, na wavika mafanikio katika jina la Yesu aliye hai. Nena kwa lugha hiyo, ni nguvu imeshatembea fungua kinywa chako, mwache Roho Mtakatifu aguse ya ulimi wako tatifaingie akuteke, omba usikate tamaa. Huu ni msimu wakuona wepesi wa njia ya kilio. Neema ya Bwana Yesu Kristo inatutosha na inatutosha sisi uzao wake watoto wa kikuhani wana wa kifalume wana wa miungu. yeribo kasabiri lavo waseba inje lala tonia holodwin <tosan> klaida klida ribaba bekeranata vikala ribob mondekalabervsala neema ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika katika ardhi ikaupindua udongo uliosimama kwao, na ukaone hali ya tofauti katika maisha yako. Haleluya. <coughs> Mtazamaji wa Ufunuo, ninaamini kabisa kabisa kwamba umeelewa vyema na namna ambavyo baba amevikwa nguvu ya uweza, na kama ulikuwa ukitazama vizuri kuhusiana na lile tukio alilivyokuwa akilifanya, unaona kabisa kuna uwepo wa tofauti ambao alikuwa nao baba yetu Dr Paul Bendera. Nini ambacho nataka kusema ya kwamba ukibeba imani ya uhalisia na nguvu ambayo baba amevikwa, ni sehemu ya mafanikio ya maisha yako, na ukikifuata kile ambacho anakizungumza, wengi sana wamefanikiwa unapokuwa kazini, ofisini kwako, lakini pili unapokuwa katika biashara zako, unapokuwa katika kazi zako mbalimbali mbali. Lazima ukitumia applications ambazo baba amezitoa na namna ambavyo amezungumza utakwenda kufanikiwa kwa viwango ambavyo hujawahi kutarajia katika maisha yako. Ninapohitimisha sasa kipindi hiki kwa siku hii ya leo, nikufahamishe tu ya kwamba ukihitaji mafanikio na ukihitaji neema, kaa karibu na Mungu lakini kubwa zaidi, kimbia huko uliko, njoo katika kanisa la Ufunuo ambako linapatikana hapa Kimara Bonyokwa jijini Dar es Salaam, na ambapo utapata nafasi nzuri ya kuweza kukutana na Baba yetu, ukazungumza naye ana kwa ana, na kwa sababu ni baba ambaye amejitoa kwa ajili ya maisha ya watoto wake, sisi tunamuita baba na wengine wanamuita baba lakini mwisho wa siku pia tunamuita Lekosayad, moto mkali. Tafsiri yake ni nzuri na ni kubwa, ifuate kwenye bibilia utaielewa. Lakini katika maisha halisia aliyo nayo he is a very great father, ni baba wa mababa. Maana yake ukiona tunamuita baba ujue tunamaanisha amefanya mambo makubwa kwenye maisha yetu kipindi hiki uh, ni mimi Calvin Nyorobi, lakini um, director wa kipindi hiki ni Jerry Kiando ambaye tumekuwa naye sasa na mnawezesha kututazama namna hii katika mwonekano ulio mzuri. Tukutane tena wiki ijayo uh, ili tuweze kukuonesha kile ambacho Baba amekifanya madhabahuni katika siku ya Jumapili. Ibada hii inayohusiana na kuondosha jiwe, naomba tu nikufahamishe itakuwa na mlolongo kuanzia sasa hivi na kuendelea mpaka tarehe 30 ya mwezi wa saba mwaka huu ambako kutakuwa na tamasha kubwa na kongamano. Kumradhi, kutakuwa na kongamano kubwa. kongamano hilo ni la Tebeth, usipange kukosa, na ukipata nafasi tafadhali mshauri au mwelekeze au mfahamishe na mwenzako, ili ukifika tarehe 30 ya mwezi wa saba karibu, kwa sababu kutakuwa na wageni mbalimbali mbali wengi kutoka nchi tofauti tofauti Afrika na Ulaya, lakini pili kutakuwa na washirika mbalimbali katika mikoa yote ya Tanzania watakuwepo hapa, na hii ni sawa tu na mtu mwingine, wanaweza akasema bwana, tunakusanyana hapa, tunakwenda Israeli. Sasa hii ni Israeli ya wanaufunuo, maana yake tutakuja hapa eh, kwa ajili ya ya, ya kongamano letu na viongozi wetu, akiwemo kiongozi mkuu wa kanisa hili. Wamejipanga vizuri kabisa kuhakikisha mwaka huu tunauvuka ulio salama, lakini katika uchaguzi huu tutakuwa na nafasi kubwa sana ya kuliombea taifa letu katika uchaguzi mkuu wa serikali na jamhuri ya muungano wa Tanzania, tukimtafuta rais, tafuta wabunge pamoja na madiwani ili tuweze kuvuka salama. Karibu Tebeth. Mimi ni Nyorobi Kelvin pamoja na Jerry Kando akiwa direkta wangu. kwa heri.